Habari ya mchana, mii naitwa Zamaradi, ni financing analyst, mchambuzi wa mikopo katika tawi la main branch, Mana natokea Amana Bank. Tumekuja hapa kwa ajili ya bonanza la michezo ambayo imeshiriki benki mbalimbali. Tulikuwa Amana, TCB, NMB, Stanbic. Tumetolewa, hatujafikia hatuja kuingia kwenye, kwenye robo finali, ila tumejitahidi, tumepambana, tumefanya vizuri. Uh, kingine ambacho nachotaka kusema ni kwamba hizi bonanza ni nzuri kwa sababu tunashiriki mabenki tofauti tofauti, kwao tunakutana, tunajumuika, tunapata socialization kwa ni hamasa kubwa kwa sababu tumeona challenge iliyokuwepo. Next time tutajifunza kutokana na makosa. Hatujafanikiwa, lakini natumaini kwa tulichofanya na tulichoona kupitia kwa wenzetu uh, tutafanya jitihada kubwa na tutapambana kwa ajili ya ya kuibuka pia washindi japo hatuja washindi, lakini wanasema sikubali kushinda si mshindani. Next time tutafanya vizuri. Aa, kingine cha kuongezea, tunawahamasisha wengine ambao wanahitaji kuja kwa ajili ya benki ya Amana. Amana ni benki ya Kiislamu, lakini pia tunafanya tunafanya yaani activities zetu hazitofautiana na benki zingine, japo sisi ni benki Islam, lakini kila kitu tunafanya kama benki mengine. Tunafungua so, account, tuna huduma za fixed deposit, pia tuna huduma za mikopo kwa wazia wajasiriamali pamoja na SME na mikopo mikubwa pia, yote tunaitoa k so, tunakaribisha sana kwa ajili ya kufungua na kujihusisha na sisi. Amana Bank ni benki Islam ndio, lakini tunafanya activities zetu kama mabenki mengine. Karibuni sana yes. Mara labda kwa uchache, tunamalizia hiki ambacho kimeandaliwa na wakuu wa Simba, kwa maana Simba Sports Club kwa kushirikiana na, na taasisi hizi za kifedha, kina umuhimu gani, ama nyinyi mmekipokea kwa namna gani kama taasisi e, kushirikiana na taasisi nyingine ambazo zipo kwenye uwanda mwingine uh... Kwanza hii ninaanza nikisema ni, ni kama challenge, kama nilivyosema, ukiangalia uchezaji wa wenzetu ni kama walikuwa very dedicated sana na michezo. Unajua sisi bankers tuna muda mwingi sana kwenye kazi, tunakuwa tuna sahau michezo kwao. Ukiangalia kutokana na, na mabenki mengine, ni kwamba kama kidogo ameweka dedication sana kwenye michezo, kwa hiyo ni kama funzo kwetu, na pia kingine kilicho kilicho yani kilichotusaidia ni kwamba inasaidia pia socialization kwa sababu tumepata kuinterrupt, na pia tumepata kujuana kupata na marafiki wapya. Kwa hiyo mi nashauri, yani, mabonanza yawepo kwa ajili ya bankers kwa ajili ya ku pata moja mbili tatu kutoka kwa mabenki mengine pia. Tunaona siku nyingine Simba akiandaa bonanza kama hili kama labda mfano atafika hatua ya nusu finali kuelekea hatua hiyo, natamani kuona akiandaa bonanza kama hili kwa kukanisha na wengine. Yes, yes. Ni vizuri kwa sababu inaleta pia umoja pia tunapata tuna, tuna, tuna marafiki wapa. Sababu si unajua kwenye kwenye jamii yani lazima upate rafiki mwingine. Yani uwezi ukawa na rafiki mmoja au ukawa na rafiki kwenye benki yako tu kipata rafiki kwenye benki nyingine at least unaweza kujua wanafanyaje kazi na competition inakuaje katika jamii. Nashukuru sana ni Zamaradi. Shukrani sana Kushapoa. Mashindano kiukweli yalikuwa ni magumu kama mashina yote yanavyokuaga. Haa, challenges zilikuwepo kitu uh, moja ilikuwa ni challenge ya uwanja. Tumepoteza game sawa, lakini wapinzani wote walikuja wamejipanga vizuri sana. Uh, sisi wenyewe pia tulijipanga, lakini mpira una matokeo matatu, una kufungwa, una kutoa, una kushinda, na tumepokea hayo matokeo. Tutajipanga vizuri next time, insha Allah, tuje vizuri zaidi katika kupambana. Hatujapoteza, tumepoteza mbato, tumepoteza, um, lakini vita kama vita hatujaipoteza bado, tutapambana na tuna matumaini ya kushiriki tena kwenye mashindano yanayokuja bonanza kama hili. Na tunapenda kutanguliza shukrani zetu za dhati katika maandalizi kwa Simba walivyoandaa bonanza kama hii. Ni events nzuri ambazo zinatusaidia sisi katika kunetwork, kujuana katika issue nzima ya work life balance, inatusaidia kujuana watu na refresh at least, tunakuwa tunafanya mambo ya michezo, ni it's very good. Na ninge, ni in, napenda kuhimiza kwamba jambo hili zuri liendelezwe, lile la mara kwa mara Naam, lile la mara kwa mara. Angalizo moja tu kwamba tuhakikishe tusiharibu essence ya mashindano kama ni tuna, tuna, tunaita watu wa benki, basi tuweke at least measures au controls za kuhakikisha kwamba wanakuja kweli ni staff wa benki. Unakuja unakuja unakuta na timu nzima, hamna mtu kwenye kitambi. Tunajua mimi yetu ya posta ya wapi, lazima ka kitambi kidogo katoke, lakini unakuta no. na watu watu wa kazi, yani sio mbaya, lakini ili kufanya mashindano mazuri zaidi na kuboresha, ni vyema kabisa ukiwa na controls kwa kuhakikisha kwamba wote tunaocheza ni watu. Ili kama umelitoa moyoni, kama inawezekana pia sababu ambazo <laughs> kutoka e, kwenye mashindano katika hatua za awali kabisa. Hapana. Kwa sisi mimi na hisi wapinzani wetu tuliokutana nao wote ni wafanya kazi, ila nimezungumzia kwa kuna watu walikutana na timu zingine. Eh, yani kwa watu kwa wengine yeah. Kijumla wa mashindano kuna watu wameshindiriwa nne pale hadi yeah. huruma, lakini Aha. ukiangalia ile timu ilikuwa ilikua kidogo kwa sababu ya mambo kama Yes, bana hiyo hayo. Hayo ni kuhusiana na mashindano, lakini naamini mwanamichezo, mchezaji wa mpira atuleta hapa ni Simba Sports Club ambao ni wawakilishi pekee wa nchi katika michuano ya kimataifa. na Yeah, mara baada ya kupoteza mchezo wa kwanza mm, unaiona wapi nafasi yao kwenye yeah, mchezo wa pili wanavuka kama ambavyo wanasema, mimi na imani kwamba tutapata matokeo nyumbani na Simba watavuka. Na imani hiyo kubwa sana na wachezaji wetu wa Simba. Nikushukuru sana. Asante sana.